Wakulima walikuwa wanaumia sana kwa ajili ya uendeshaji wa zile mashine zilikuwa zifanywe kwa ufanisi kutokana na usimamizi ambao haukuwa ni mzuri. Sasa kwa kurudisha zile mashine zisimamiwe na AMCOS, ina maana utekelezaji utakuwa vizuri, kwa sababu tutakuwa tunamiliki mashamba pamoja na mashine, na siku zote, hii ni cheni moja ya mashine na mashamba lazima yawe pamoja. Kwa hiyo dhumuni kubwa ni kujua kutoa shukrani, kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kitendo cha kuona wakulima wadogo wanavyotabika mikonge yao kukauka na kutovunwa kwa wakati kutokana na uendeshaji usio kuwa mzuri. Sasa kwa kuwapa wakulima wadogo, ina maana sasa tutaendesha vizuri na tutazalisha zaidi, kwa sababu tutakuwa tumemiliki sisi wenyewe vile viwanda, tukisaini na bodi ya mkonge akiwa ametusimamia. Kwa hiyo kuja kumshukuru na tunamshukuru sana, kwa ili alifanya. Dhumuni letu la pili ni kuja kujua sasa baada ya tamko lile tumekuja hapa kwa mkurugenzi wa bodi ya mkonge ili tujue sasa taratibu zitakuwa lini ili kukabidhiwa yale zile mashine za kuchakata mkonge. Kwa hiyo tumekuja kwa mkurugenzi tujue taratibu ya Wizara ya Kilimo nao bodi ya mkonge lini mchakato utaendelea ili tupate zile kuona tuanze kufanyia kazi kwa haraka. Kipindi cha Dkt. Samia Suluhu Hassan tumeona mkonge uzalishaji ukiongezeka toka tani 36 mwaka ishirini ishirini sasa hivi tunazungumza tani elfu sitini na moja mwaka ishirini ishirini na tano takriban kipindi cha miaka minne tu cha uongozi wake. Mapato ya fedha za kigeni yameongezeka. Kipindi anaingia yeye madarakani, tulikuwa na mauzo mauzo yote ya ya jumla mkonge, mauzo ya nje kama dola milioni arobaini na tano sasa hivi tuko takriban dola milioni sitini, sitini na mbili. Mkonge mwingi sana ulipandwa kati ya ishirini na moja ishirini na mbili na ishirini na tatu kwa sababu ya fedha ya ruzuku ambayo Dkt. Samia Suluhu Hassan alitoa kwa wananchi, upande wa bodi ya mkonge, lakini pia upande wa kituo chetu cha utafiti cha TARI Mlingano, ambapo nao wamekuwa wakizalisha mbegu mpaka sasa tunapozungumza, tumesambaza takriban mbegu zinazofikia milioni kumi na mbili kwa wananchi <mulia>